Hali gani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuza yale yaliyojiri na tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wagombea wa nafasi ya uraisi Tanzania na Zanzibar waendelea kunadi sera na ilani za vyama vyao. Waziri Mkuu atoa maagizo Wizara ya Madini akiitaka ifuatilie kampuni zilizoshika maeneo bila kuyaendeleza. Katika biashara, wafanyabiashara wa Tanzania nje watakiwa kurudi kuwekeza nyumbani. Na katika habari za kimataifa, jaji apigwa risasi na kuuawa mahakamani nchini Albania. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea na kampeni zake jijini Mwanza akinadi sera na ilani ya chama hicho huku akiomba ridhaa ya Watanzania ili waweze kumpigia kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya ametuandalia taarifa zaidi na inasomwa na Mohamed Jamal akiwa katika viwanja vya kituo cha mabasi Buhongwa, wilaya ya Nyamagana, Jumanne Oktoba 7. Dkt Samia ameahidi kupandisha hadhi jiji la Mwanza kwa kuboresha huduma muhimu za kijamii na miundombinu ya kiuchumi endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza nchi katika kipindi cha miaka mitano ijayo baada ya uchaguzi mkuu kumalizika. Kwa mujibu wa Dkt Samia, serikali itakayoiongoza itahakikisha miradi yote inayoendelea Mwanza inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaostahili ili kuboresha maisha ya wananchi wa mkoa huo kukikamilisha kuwa cha kimataifa ili kianze kazi. Lakini ya Nyamagana, ndugu zangu, ndani ya Nyamagana nyama tumejenga miundombinu ya biashara ambayo sote tunajivunia, ni stendi kuu ya mabasi ya Nyegezi na soko kuu la mjini kati. Hii ni miundombinu ya kisasa inayotoa ajira na kuongeza mapato kwa halmashauri yetu. Lakini jengine wana Mwanza, SGR simnaiona sinaendelea? Hiyo ndio CCM, CCM oye! Mbali na hayo, mbali na hayo, kuna ujenzi wengine ya masoko ambayo tumeyapanga kuyajenga na kuyaboresha pia ikiwemo soko la mchafu kuoga, samaki Mkuyuni, soko la mbao Nyegezi na soko la mazao Igoma, yote yako kwenye ilani yetu. Mkitupa ridhaa ya kuendesha serikali hii, tunakwenda kuyajenga. Kwa upande wao, wagombea ubunge wameeleza utekelezaji wa ilani ya chama hicho katika kipindi cha uongozi wa miaka minne chini ya Rais Samia. Mheshimiwa Rais mgombea urais, kwa sababu leo tuko hapa kwa ajili ya kuja kuomba kura na kuja kufanya kazi tatu kuomba kura ya Mheshimiwa Rais, mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini naomba kura ya kwangu mimi kama mbunge na kuomba kura za waheshimiwa madiwani nazo kata ishirini na sita. Mheshimiwa mgombea wa urais, katika kata ishirini na sita, kata sita ndizo zimepata wagombea, kata zingine zote watu wa kuingiza timu, kwa sababu ya miradi ulioifanya katika jimbo la Sengerema. Ongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tuna ilani ya uchaguzi ambayo ina kurasa sabini na saba. Katika ilani hiyo ya uchaguzi yako mambo tuliyoyafanyia kazi, na ilani ya uchaguzi ya ishirini ishirini na tano tumeitekeleza katika jimbo la Sengerema kwa asilimia tisini kabisa, na pesa zote nilikuja kwako na umenisaidia na nikafanya kazi katika miradi tuliyoitekeleza kwa kiwango cha juu tulikuwa tuna mradi wa elimu, tuna ujenzi wa madarasa, tumepata madarasa zaidi ya madarasa mia nne na sitini. Mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM leo Oktoba 7 2025, ameendelea na kampeni za kunadi sera za ilani ya chama hicho, baada ya kumaliza mkoa wa Manyara, katika maeneo matatu mkoani Mwanza. Awali alipokelewa eneo la Buhongwa, Nyamagana, na kisha akaelekea Misungwi, ambapo amemalizia Sengerema ambako pia amezungumza na wananchi. ni kushukuru sana Muhammad Jamal kwa taarifa hiyo. Mgombea wa nafasi ya Rais wa Zanzibar kwa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi wa Shumba mjini uimarishaji wa bandari ya Shumba ili iweze kuinua uchumi wao. Mwanahabari wetu Good Luck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Amesema lengo ni kuifanya bandari hiyo kuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa za mizigo pamoja na kuwa bandari ya uvuvi. Akizungumzia kuhusu fidia, Dr. Mwinyi amesema Serikali tawalipa fidia watu wote waliotoa maeneo yao kupisha mradi wa bandari ya Shumba na kuwa serikali inalifanyia kazi suala hilo. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na wana CCM na wananchi wa Shumba mjini, mkoa wa Kaskazini Pemba, akiwa katika mwendelezo wa kampeni zake Pemba na kuahidi maendeleo zaidi katika awamu ijayo. Lakini kuna suala zima la uwezeshaji wananchi kiuchumi, tulitoa ahadi hapa na nakumbuka tulisimama pale nikawa nazungumza na kina mama wanaolima mwani, nikasema tutakuwezesheni kwa mambo matatu. La kwanza mtapewa mafunzo, la pili mtapewa eh, zana kwa ajili ya shughuli zenu, na la tatu mtapewa mitaji kwa ajili ya kufanya shughuli zenu, na mitaji hiyo itakuwa ni fedha ambazo hazina riba. Nafurahi kusema kwamba kwa, kwa kiasi kikubwa tumewawezesha akina mama na wajasiriamali mbalimbali mbali kwa mafunzo wa zana mbalimbali tumewapa maboti wakulima na wamwani pamoja na wavuvi, lakini vile vile tumetoa mikopo isiyokuwa na riba kwa wajasiriamali wengi. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba wale ambao hatujawafikia basi awamu ijayo tunawafikia kwa mikopo isiyokuwa na riba na, na zana mbalimbali ili wajikwamue na maisha. Mgombea huyo wa nafasi ya, ya urais wa Zanzibar amewaeleza wananchi wa Shumba mjini kuwa endapo wataendelea kumpa ridhaa ya kuweza kuiongoza Zanzibar, serikali yake itaendelea na suala la uwezeshaji wananchi kiuchumi, na kuomba kula zote kwa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa nafasi ya urais wa Zanzibar na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na madiwani. Asanteni sana, huu unanionyesha ni upendo kwangu. Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Na tujalie tufanye uchaguzi wetu kwa amani. Na mimi ahadi yangu kwenu ni kwamba tukirudi madarakani, yale yote ambayo hayajakamilika tutayakamilisha, na tutaleta mambo mazuri mengi mapya. Tunasema yajayo ni neema zaidi. Mwisho naomba kura. Sasa ndugu zangu, mko hapa, tarehe 29 ni uchaguzi, na uchaguzi wetu kwa mujibu wa sheria ya Zanzibar ni uchaguzi wa siku mbili. Tarehe 28 mwaka huu ni uchaguzi wa vyombo vya ulinzi na usalama wakapige kura wao kwanza, halafu tarehe ishirini na tisa tupige raia wananchi wote, wao wafanye kazi ya kudumisha amani wakati wa kupiga kura. Kwa hivyo tarehe 28 haituhusu, msije mkaambiwa mtoke tarehe 28. Hao hawa, hawakutakieni mema. Sisi tarehe yetu ni tarehe ishirini na tisa, na ninakuombeni sana ndugu zangu, najua watu wana shughuli zao za kimaisha lakini siku hiyo ya tarehe 29 kwanza, twende kwenye vituo tukapige kura, alafu ndo twende pwani tukatafute samaki tukafanye shughuli zetu za kimaisha baada ya kupiga kura. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa Shumba Mjini wameelezea imani na matumaini walio nayo kwa mgombea huyo wa nafasi ya urais wa Zanzibar. Mpaka mkituona wazetu, tushazeeka, lakini bado tuna imani na raisi aliko madarakani. Ni kwamba huni muujiza leo kwa Mwenyezi Mungu. Tusibeza alivyo kileta Mungu, tukakiona kina kasoro. Kama una kasoro wewe, akili yako itakuwa na kasoro. Kama unakuwa kwamba hujamuelewa Mwinyi, basi wewe mwenyewe hujajielewa, wala Zanzibar hujaielewa. Na kama ukielewa Zanzibari kwanza utajielewa wewe. Hayo utajiri murena matakao feka feka masema Mwinyi hafai yupe anafaa kwenye Tamani. Tarehe 29 ikifika, twende tukamchikie Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kura ya ndio, siyo ya kumbabaisha. Jamani, mefa mnaoyaona mengine ah, ah. Siwezi nikayazungumzia maana mwenye macho haambiwi tazama. Mapema Rais Dr. Mwinyi alijumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kwa dua maalumu msikiti wa Ijumaa wa Shumba mjini, na kuwa nasi kuendelea kuiombea nchi amani ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameiagiza Wizara ya Madini kufanya ufuatiliaji wa makampuni ya madini ambayo yameshikilia maeneo kwa muda mrefu lakini hawajayaendeleza mpaka sasa yakiwemo makampuni matatu wilayani Ruangwa. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Waziri Mkuu Majaliwa amesema kuwa kampuni za Nachu, Uranex na Paco Gems Limited zinapaswa kusema hatma ya maeneo waliyoyahodhi kwa muda mrefu, vinginevyo ardhi hiyo itarudishwa kwa wananchi. ametoa agizo hilo Oktoba 7, 2025 alipotembelea kampuni ya uchimbaji madini ya Hewer International Limited katika kijiji cha Ngao Ruangwa mkoani Lindi. Majaliwa ameipongeza kampuni ya Hewer International Limited ambayo imefanikiwa kuanza mchakato wa uwekezaji ndani ya kipindi kifupi baada ya kupata vibali vyote muhimu. Kampuni ndio inaanza na inaendelea na ujenzi itakapokamilisha, sasa tutapata nafasi ya ndugu zetu majirani wa hapa Ngao na ndagalac mbila zote A na B, lakini Ruangwa kwa ujumla kulingana na nafasi, watapata nafasi ya ajira, na mkakati wa serikali yetu inaongozwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ajira kwa Watanzania. Moja ya mkakati ni kuruhusu wawekezaji kuwekeza na hasa uwekezaji unaotaka watu kufanya kazi, wataalamu na wasiokuwa wataalamu wote kupata ajira kwenye maeneo haya. Huo ndio mkakati wa serikali. Kwa hiyo wana Ruangwa, tumepata fursa, tuna kiwanda hiki, tuna ilianje. Nimepita Lindi Jumbo, tumeona watanzania wengi wamepata nafasi ya kuingia, wale wenye utaalamu, lakini na zile kazi ambazo hazihitaji utaalamu kwa hatua ya awali. Naona wataalamu wetu mpo, wamevaa kofia za kazi eh, tunaendelea na kazi. Nyie mmepata fursa ya awali, chapeni kazi. Kwa upande wake kaimu mkuu wa mkoa wa Lindi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ameishukuru serikali kwa kuendelea kufungua fursa za uwekezaji kwa mkoa wa Lindi na Tanzania kwa ujumla, ambapo kwa kiasi kikubwa zimekuwa ni kichocheo cha maendeleo kwa wakazi wa maeneo hayo. Amesema kuwa uwekezaji wa kampuni ya Huer unakuwa ni moja ya fursa kubwa sio tu kwa uchumi wa wilaya ya Ruangwa au mkoa wa Lindi bali Tanzania kwa ujumla. Ni fursa kubwa sana kwa wananchi wa, wa Lindi na kwa katika hili tunaishukuru sana serikali kwamba imeendelea kufungua fursa mbalimbali kwa wananchi wa Lindi, lakini wananchi wa taifa letu kwa ujumla wake, na tunakupongeza wewe kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwa kuendelea kusukuma hizi shughuli zote za maendeleo katika mkoa wetu wa Lindi na taifa kwa ujumla. Kwetu sisi eh, uwekezaji huu unaenda kuwa moja ya fursa kubwa sana sio tu kwa uchumi wa wilaya Ruangwa mkoa wa Lindi lakini taifa kwa ujumla, lakini pia ajira kwa wananchi wetu. Sisi upande wa mkoa tunaendelea kuahidi kutekeleza sera zote za uwekezaji ambazo serikali inaziweka, lakini kuendelea kushirikiana na wawekezaji na kuweka mazingira rafiki, ili wawekezaji wawezidi kuja katika mkoa wetu kuwekeza kwa faida ya taifa letu na wananchi wetu kwa ujumla wake. Aidha inaelezwa kuwa thamani ya mradi huo ni dola za Marekani milioni 20. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha gari la mizigo aina ya kenta lenye namba za usajili t573 dzw na basi la kampuni ya Malesas lenye namba za usajili t708 dps iliyotokea katika kata ya Butengo Rumasa, wilaya ya Chato, mkoani Geita. Mwanahabari wetu Joel Maduka ametuandalia taarifa zaidi ambayo inasoma studio na Mohamed Jamal. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, ajali hiyo ilitokea majira saa saba usiku wa Oktoba 7 2025 wakati gari la mizigo likitokea jijini Mwanza kuelekea Kibondo mkoani Kigoma, huku basi hilo likitokea Dar es Salaam kuelekea Geita mjini. Ika waliofariki hapa awali kwa masalo ukwepo walifariki wali wa, watu wawili. Waliofariki hapa hapa. E, dereva na taniboi wake. Na dereva na taniboi wake wamefariki hapa hapa ila mtu mwingine aliokuwepo kwenye hili gari ametoka majeruhi, kwa taarifa zilizopo nyepesi, kafarikia hospitali. Saa kumi na moja nilikuwa nachota maji, nikasikia tu watu wanakimbia barabarani. Baadaye nikauliza kuna nini, sema kumetokea tukio kule sheri. Baadaye tukawa tumekuja sasa kuja kukuta tu tukio, gari limeshaanguka hapo, watu tu wamejaa, ila sijajua chanzo ni nini. Saa saba na nusu kwenda saa nane nilikuwa mitaa si sehemu, tumepigiwa simu kuna ajali imetokea hapa, na tumefika hapa, tumekuta ajali mbaya sana, tumekuta ndugu zetu hapo kama hao wenye gari hapo, hakuna hata mmoja aliopona, wote wamefariki hapo hapo. Kuna mmoja tumemtoa hapo, umweka chini, amefarikia hapo chini hapo. Ah! ni ajali mbaya sana, ajali mbaya sana. Awali kulikuwa na taarifa za awali zilizodai kuwa watu wawili wamefariki dunia, lakini taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi mkoani Geita limethibitisha kuwa alifariki dunia ni dereva wa gari la mizigo Saidi Ramadhani mwenye miaka 25 mkazi wa Kibondo, Kigoma. Watu wengine wawili waliokuwa ndani ya gari hilo, Ismaili Omari mwenye miaka 34 na Anastazia Yohana mwenye miaka 25 wote wakazi wa Dar es Salaam, walipata majeraha na wanaendelea kupatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Katoro. Abiria waliokuwa ndani ya basi la Malelas wameripotiwa kuwa salama. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari la Kenta ambaye alishindwa kuchukua tahadhari wakati wa kuendesha usiku. Ni kushukuru sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Shinyanga ambapo serikali imeeleza kuridhishwa kwa kasi ya utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jua unaoendelea katika kijiji cha Ngunga, kata ya Talaga, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga, mradi unaotarajiwa kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa maeneo hayo na taifa kwa ujumla. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi kutoka Shinyanga. Mradi huo mkubwa unatarajiwa kuzalisha megawati hamsini katika awamu ya kwanza na kuingizwa kwenye gridi ya taifa, umefikia asilimia 78 ya utekelezaji. Serikali inautazama kama suluhisho endelevu katika upatikanaji wa nishati safi ya uhakika na rafiki kwa mazingira. Asilimia 78.5, kwa hiyo katika miezi miwili e, kuweza kupandisha mradi kwa asilimia 23 sio kitu kirahisi, ni kitu kikubwa mno. Tunafahamu kuna changamoto ambazo tumeziongea na mkandarasi, tunafahamu kuna changamoto ambazo zimekuwepo huko nyuma na ndizo hizo tumezifanyia kazi na zimeweza kurekebishwa, na tumeona sasa asilimia 78.5. Sasa ukishafikia mradi ukishafikia hatua hii maanake upo katika hatua ya kumalizika. Ndio maana hapa hata msimamizi wa mradi anauhakika kabisa, kati ya kipindi cha disemba mpaka kipindi cha Januari tunaweza kuanza kuwasha umeme kwa kutumia nishati hii. Ujenzi wa mradi huo ulianza disemba 8, 2023 na, na unatarajiwa kukamilika disemba 2025. Msimamizi wa mradi huo Emmanuel Mbando amesema kukamilika kwa awamu ya kwanza kutasaidia kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini, kuhamasisha uwekezaji na kufungua fursa za ajira kwa vijana. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi, tunamsukuma mkandarasi ili aweze kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi za substation pamoja na kazi za line ambazo, kama tulivyoenda kwenye ziara, tumeona kwamba wameongeza wafanyakazi, wameongeza mashine na kazi hizo zinaendelea.

ambaye pia ni mshauri wa mradi huo amesisitiza kuwa teknolojia inayotumika ni ya kisasa na rafiki kwa mazingira. Pia kutokana na changamoto nyingi ambazo e, tumezipata na hasa upande wa, wa, wa, wa, wa mjenzi wa kontrakta ama wakandarasi, tunatarajia kwamba mradi huu utaleta mafanikio katika kuongeza nishati ya umeme katika eneo hili la Kishapu Shinyanga na maeneo mengine katika nchi yetu. Mradi wa Ngunga ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia vyanzo vya nishati mbadala kama jua, upepo na maji ili kukidhi mahitaji ya nishati yanayoongezeka kwa kila mwaka. Ripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Ni kushukuru sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo zaidi ya wanafunzi mia tatu katika shule ya sekondari mkoa wa kaskazini Unguja wanatarajiwa kunufaika na maabara ya tehama iliyojengwa katika shule hiyo, ikitajwa kwamba itaongeza ufaulu kwa wanafunzi hao kwa 80. Mwana habari wetu, Msola, zaidi ya asilimia 80, wetu Gudluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Haya yamesemwa mkoa mkoani kaskazini Unguja wakati wa zoezi la kukabidhi maabara ya tehama, ya tehama iliyotolewa na taasisi ya Heroes Tower pamoja na Kamala, ambapo afisa elimu mkoa wa kaskazini Unguja Subila Abdalla pamoja na mmoja wa walimu wa shule ya Mlimani Matemwe, Hamisi Makanga, wamesema maabara hiyo itasaidia ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi kwa njia ya kisasa na hivyo kuongeza ufaulu hadi kufikia malengo yaliyojiwekea ya ufaulu wa asilimia 80. Ni hasa positively kwa kuongeza ufanisi katika ufundishaji wetu kama walimu lakini kwa kuongeza kwa ufanisi katika ujifunzaji wetu kama wanafunzi, lakini pale pale na opportunity au ile bahati njema ya kuenjoy digital literacy. Msaada huu wa kompyuta kupitia kamara na Helios Tower, naamini kwa asilimia nyingi sana tutakuza ufaulu wetu kama inavyosema katika dhamira yetu pale kwamba tunategemea kukuza ufaulu kwa zaidi ya asilimia thamanini. Kwa upande wake mwakilishi wa taasisi ya Heroes Tower Amerie Nyembe amesema hatua ya sasa ya kujenga maabara za TEHAMA katika shule ya Mlimani iliyopo kaskazini Unguja ni sehemu ya mpango wa kusaidia matumizi ya TEHAMA katika elimu kwa kujenga maabara hizo katika shule zote zilizopo Tanzania bara na visiwani ili kuunga mkono jitihada za serikali. Kama sa sasa hivi ndio kila kitu. Uh, wanafunzi wakijifunza tehama wanaweza wakajiajiri lakini vile vile wanaweza wakawa na ushindani katika hii dunia ambayo tunakwenda sasa hivi. Ndio maana Helios Stars iliamua kujikita katika kutengeneza uh, laboratories katika mashule mbalimbali mbali, Tanzania bara na visiwani. Naye mmoja wa wanafunzi kutoka shule ya Mlimani Matemwe ameshukuru kwa msaada huo huku akielezea kuwa uwepo wa maabara hiyo utawasaidia katika kupata mafunzo zaidi ya mada za kujifunzia kwa njia rahisi. Matirio mengi yanapatikana ndani yake. k kwa kutumia hivyo vifaa tunasoma, na inatusaidia sisi kuwahi kumaliza topic ambazo tunatakiwa kusoma kwa masomo yote katika muda mfupi na kutusaidia kufanya revision ya maswali na mambo mengine kwa muda sahihi. ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Singida ambapo shirika la umeme Tanzania mkoa wa Singida Tanesco wametoa vifaa vya kuhifadhi uchafu dustbin kwa stendi kuu ya Misuna kwa ajili ya kuweka mazingira safi na salama. Kwa undani wa taarifa hii anao Amini Nyaungo kutoka Singida. Vifaa hivyo vimetolewa leo katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja hapa Christopher Ngonyani ambaye ni mchumi wa manispaa ya Singida akimwakilisha mkurugenzi anasema namna ambavyo itakavyosaidia mji kuwa safi. tumepokea dustbin kutoka kwa wenzetu wa shirika la umeme Tanzania Tanesco, ambalo zimeletwa katika stendi yetu ya Misuna ambayo ni stendi kubwa ya halmashauri na ya mkoa wa Singida, na kimsingi tunawashukuru sana kwa hiyo huduma waliotoa. Yeah, lengo la kuwepo hapa ni kuhakikisha kwamba mazingira stendi yanakuwa safi na salama kwa watumiaji wa stendi na wale ambao wanapita kwa muda mfupi. Mhandisi wa afya na usalama wa Tanesco mkoa wa Singida, Injinia Nyerere Elnest anatuambia kwa nini wameelekeza vifaa. Tumeona tutenge sehemu ya kidogo tulichoweza kupata kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii na hususan maeneo ambayo yana watu wengi kwa maana ya maeneo ya stendi masoko na maeneo mengine yenye watu wengi ili kuweza kuweka mji wetu safi kwa ajili ya kukusanya hizi taka kwenye aya madastibini tuendelee kubakisha mji wetu ukiwa safi. Wakati huo huo, tunasisitiza wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme kwa sababu ni gharama nafuu kuliko nishati zingine zote. Afisa uhusiano wa Tanesco mkoa wa Singida, Rehema Mwaipopo, pamoja na mwenyekiti wa jasiliamali, nao wanatueleza katika kuazimisha wiki ya huduma kwa wateja mwaka 2025 tulikuwa tuna shughuli nyingi ambazo tumezifanya ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi kwa njia ya redio, mikutano na njia nyingine, lakini pia tumeona ni vyema tukarudisha kwa jamii, tukawaambia Wanasingida asante. Sisi kama wafanyabiashara wadogo wadogo ndani ya stendi kuu ya Misuna, tutashirikiana moja kwa moja kuhusu swala la usafi. Hivi unavyoona stendi yetu iko safi na iko vizuri, usalama, upendo na amani, na hii ndio imemsukuma mkurugenzi kutualika sisi kwenye kukabidhiwa hivi vyombo kwa ajili ya kuhifadhi uchafu. Asante sana, Amini Nyaongo, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.